Haya, katika eneo la Kaler jamii iliyoko katika kaunti ndogo ya Nyatike ambayo hapo awali ilijulikana kwa kiangazi na ukame, mabadiliko yenye athari kubwa yanaendelea ya kushuhudiwa. Mahali ambapo hapo awali kulikuwa na mashamba yaliyokauka kwa jua na yasiyo na uhai, sasa kuna mashamba yaliyo ya na rangi ya kijani kibichi yanayonawiri, hata miezi kadhaa baada ya mvua ya mwisho kunyesha. Kufuatia ukame uliokithiri, wakulima wa eneo hilo wamechukua hatua kwa kujenga mabwawa ya kuhifadhi maji ya mvua kwa ajili ya matumizi wakati wa vipindi virefu vya kiangazi. Ya kuikuta katika eneo la Kaler, Nyatike, kaunti ya Migori. Hata hivyo mashamba sasa yana rangi ya kijani kibichi na yananawiri, chakula kimejaa tele. Yote hayo yanatokana na kilimo cha kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunawakuta wakulima wa eneo hili wakiwa na shughuli nyingi, wakikusanya mazao yao kwa matumizi ya nyumbani, huku mazao zaidi yakiuzwa sokoni. Wakulima kama Thomas Ocheng Omolo wamejenga mabwawa binafsi kuimarisha uzalishaji wa mazao. Kwa vile mvua hapa ni chache huwa tunafanya timing. Mvua ikinyesa kama mara moja, tuna collect maji kwa hii demu, na hii demu inasaidia hata wengine, wakulima wengine mwenye anataka kulima huwa anatoa tu maji hapa na msaidia na pipes na water pump, wanapiga wana maji, na ina, ina, ina, samba inakuwa. tulikuwa tunatoa maji mbali zaidi almost 2 kilometers. tunatoa maji kabisa mbali tunatumia donkeys kuleta maji eh? na tunatumia motorbikes na baiskeli tu. Tulikuwa tuna survive kwa njia ngumu zaidi, mpaka sasa hivi tulipopata damu. Serikali izidi kutusaidia, hatuongeze hii maji iwe nyingi, kwa sababu wakulima ni wengi, na hii maji tunaitumia kwa, we, kwa watu wengi. Maji yanayohifadhiwa kwenye mabwawa hayo huwezesha unyunyuziaji mashamba maji kwa muda wa mwaka mzima, hivyo kuhakikisha mazao yanapatikana licha ya mvua zisizotabirika. Kutokana na mafanikio haya, familia ambazo hapo awali zilitegemea misaada ya chakula sasa zinajipatia kipato kupitia mashamba yao na kupata njia thabiti za kujikimu maishani. Kama hii shamba, hakuna wakati unaweza kuja ukose nyanya, hakuna wakati unaweza kuja ukose mboga. Kwa hiria hii ya Nyatike sasa imejulikana wazi hapa, ukija utapata chenye unataka. Tunapata pesa kidogo tukiweka tuki hapo mboga mboga tunauza, Ukipeleka sokoni unapata pesa kidogo ya kununua hata sabuni, hata ya kusaidia nyumba, hata ya kusaidia school fee ya mtoto. Wakulima pia wanapata mafunzo kutoka kwa serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusu mbinu endelevu za kilimo chenye mavuno ya juu. Are being sent home for school fees because the farmers, the parents can now raise some little money. Nancy Okwari, Dira ya Magwiji.